Adui zangu walini wazia mabaya lakini Mungu aliniwazia wazia mema aa. Watesi wangu walipanga mimi ni anguke lakini Mungu alini wazia mema nzuri <laughs> <laughs> Ah, asante Bwana. Sana, asante sana mtangazaji. Uh, video hii inatoka hii uh, hii video bwana sio muda mrefu inatoka. Yaani sio muda mrefu eh, mashabiki zangu wajiandae kupata vitu vikali kutoka kwa Imanueli Kiwanga, naam, lakini Imanueli Kiwanga imekuwa ni mtu ambao unatoaga tu story kwamba muda mrefu, muda si mrefu, lakini unashangaa unachukua mpaka mwaka mzima ujatoa video uh, Unajua mambo mazuri, kwanza wanasema hayataki haraka, mambo mazuri hayataki haraka eh. Kwa mfano kama mimi Imanueli Kiwanga, ni kweli sijatoa nyimbo muda mrefu, lakini kuna vitu vilikuwa vinapikwa, na kweli hakika vinapikwa kweli kweli. Naam, hiyo nyimbo yako Aa, hii nyimbo kwa mwaka huu ni kama ya nne, kwa mwaka huu ni kama ya nne, lakini kuna nyimbo kama kadhaa zilizopita. Kwa mfano kama nyimbo moja wanaita Ameniona, hii imenitambulisha eh, kwenye mziki wa Injili. Ameniona, ameniona, ameniona, ameniona, ameniona, ameniona, nilikuwa mimi nimezalaliwa ndugu na jamaa zangu wote wa hata wengine unitenda mate lakini Mungu amenikumbuka. Na hii si, ni nyimbo ambazo ilinitambulisha katika game la mziki, safari ya mziki ilinitambulisha hii eetagoasante sana kwa kipindi kirefu kwa eh, kwa, kwa eh, sikuwa Tanzania, nilikuwa jijini eh, kwanzu niko katika kampuni ya Yokago, ni wasafirishaji wa mizigo kutoka China kuja Tanzania. unajua mambo ya mwilini na ya rohoni yanakwenda sambamba. Eh, hauwezi ukawa unaimba tu halafu ufanyi kazi, ndivyo ilivyo. Nashukuru sana mpenzi mtazamaji, huyo ni